E, Bwana mambo vipi? Ni Muhamed tok, tunaangazia matokeo ya uchaguzi kuanzia mwaka 1975 mpaka 2025. Inasemekana kwa rekodi zilizokuwepo, mara ya kwanza uchaguzi ulifanyika mwaka 1975, rekodi iliwekwa na baba wa taifa eh, Julius Kamarage Nyerere. Ilikuwa hivi watu raia ambao waliojiandikisha kupiga kura walikuwa milioni tano laki tano elfu sabini na saba mia tano sitini na tisa waliopiga kura milioni nne laki tano elfu sitini mia sita sabiini na tano Baba wa taifa alishinda kwa kwa kura milioni nne 168457 alipata ushindi wa asilimia 91 plus. Uchaguzi wa awamu ya pili ulifanyika mwaka 1980. Waliojiandikisha kupiga kura walikuwa milioni 6,969,803 kura ambazo alizoshinda baba wa taifa Julius Kambarage Nyerere alishinda kula laki tano elfu, la, milioni tano laki tano elfu thelathini na saba mia nane themanini na tatu sawasawa na, na, na asilimia tisini na tatu plus. Uchaguzi wa pili ulifanyika mwaka elfu moja, mia tisa na themanini na tano alikuwepo hayati mzee wetu baba mzee wa Ruksa, mzee Mwinyi, rais wa awamu ya pili, waliojiandikisha walipatikana watu milioni sita laki tisa elfu kumi mia tano hamsini na tano. Kula alizoshinda wa, waliojiandikisha waliopiga kula milioni tano laki moja elfu themanini na moja mia tisa tisini na tisa kura ambazo alizoshinda rais wa awamu ya pili mzee Mwinyi ni kura milioni nne laki saba elfu sabini na nne mia moja kumi na nne sawasawa na asilimia tisini na mbili plus. Tunakuja mpaka mwaka elfu moja mia tisa tisini na tano ambapo walikuwa rais wa awamu ya tatu hayati Benjamini Mkapa waliojiandikisha kupiga kura walikuwa watu milioni nane laki tisa milioni nane laki tisa elfu ishirini na tisa mia tisa sitini na tisa Waliopiga kura milioni sita laki nane elfu arobaini na sita mia sita themanini na moja kula alizoshinda Benjamin Mkapa rais wa awamu ya tatu kula milioni 4 elfu ishirini na sita mia nne ishirini na mbili alipata ushindi wa asilimia sitini na moja pointi nane tunakuja uchaguzi wa awamu ya pili ulifanyika elfu mbili watu waliojiandikisha kupiga kura walikuwa milioni kumi elfu sitini na nne mia mbili sitini na sita waliopija kura milioni nane laki tano elfu kumi na saba mia tano tisini na nane watu kura alizoshinda alishinda kura milioni tano laki nane elfu sitini na tatu mia mbili na moja sawasawa na asilimia sabini na moja pwenti saba. Tunakuja kuangazia uchaguzi wa awamu ya tano eh, uchaguzi wa Dakta Jakaya Mresho Kikwete, raisi wa awamu ya tano, kutokea pale kwa upwani wilaya ya Bagamoyo, waliojiandikisha hii ni elfu mbili na tano. Sasa waliojiandikisha walikuwa watu milioni kumi na sita laki nne na moja elfu sitini Mi... Elfusti... oh, no, no, no, watu milioni kumi na sita laki nne na moja mia sita tisini na nne, waliopija kura ni milioni kumi na moja laki nane elfu sabini na tano mia tisa sabini na mbili. kura alizoshinda alishinda kwa kishindo cha kula milioni tisa laki moja elfu ishirini na tatu mia tisa hamsini na mbili alipata ushindi wa jumla ya asilimia 80 plus, na tunakuja kuangazia mpaka awamu ya pili. Katika awamu yake ya pili, katika rais wa awamu ya 4 elfu mbili na kumi. Waliojiandikisha ilikuwa, ilikuwa watu milioni 19 laki 6 elfu 70, 631 wana. Waliopiga kula ilikuwa watu milioni 8 laki 3 elfu 98, 415. Ushindi alipata wa kula milioni 5 laki 2 elfu 27, 680, alipata kula milioni tano laki mbili elfu sabini na sita mia nane ishirini na saba sawasawa na ushindi wa asilimia sitini na mbili nukta nane Tunakuja uchaguzi wa elfu mbili na kumi na tano Huyu ni raisi wa awamu ya tano dakta, huyu ni hayati John Pombe Joseph Magufuli. Watu waliojiandikisha elfu mbili na kumi na tano walikuwa watu milioni ishirini na tatu laki mbili elfu hamsini na nne walaojiandikisha → waliojiandikisha ni watu milioni ishirini na tatu laki mbili elfu hamsini na nne mia nne themanini na tano na, na waliopiga kula walikuwa milioni kumi na tano laki moja elfu tisini na tatu mia nane na sitini na mbili kura alizozipata, alipata kula za alipata kula za milioni nane laki nane elfu themanini na mbili mia tisa na thelathini na tano. Tunakuja mpaka uchaguzi wa elfu mbili na ishirini watu ujanikisha ujanikisha watu milioni ishirini na tisa laki saba elfu hamsini na nne mia sita tisini na tisa na, na waliopija kula ni takribani watu milioni kumi na tano elfu tisini na moja mia tano na hamsini na kula alipata milioni kumi na mbili elfu hamsini milioni kumi na mbili laki tano na elfu kumi na sita mia mbili hamsini na mbili sasa. Walipata ushindi wa asilimia 84 plus. Tunakuja uchaguzi wa elfu mbili na ishirini na tano huu ni uchaguzi wa raisi wa awamu ya pili wa raisi wa uh, awamu ya sita elfu mbili na ishirini na tano Dr. Samia Suluhu Hassan kutokea pale visiwani Zanzibar. Huyu aliwahi kuwa makamu wa rais katika serikali ya awamu ya tano na ikapelekea kuja kuja kuwa rais, kutokana, kuna kipindi kigumu tulikipitia kama Watanzania kama taifa, kuondokewa na mpendwa wetu uh, alitutoka akiwa bado yuko madarakani, ndio alikuwa anaanza awamu yake ya pili katika miaka yake mitano ya kwanza ya nini, miaka mitano yake ya mwisho, katiba ikaruhusu kwamba makamu wake aweze kuapishwa na kuweza kutumikia taifa. Uchaguzi uliofanyika 2025, tarehe 29 ya mwezi wa 10 2025, waliandikisha watu ipatayo, inasemekana watu waliojiandikisha ni watu milioni thelathini na saba laki sita elfu arobaini na saba mia mbili thelathini na tano watu waliopija kura ni watu milioni thelathini na mbili laki nane na tatu mia tatu na kumi ushindi aliyoshinda inasemekana na alivyotangaza jaji, ushindi aliyoshinda Dkta Samia Suluhu Hassan milioni Thelathini na moja laki tisa elfu kumi na tatu mia nane sitini na sita. Ushindi aliyopata Dkt. Samia Suluhu Hassan rais awamu ya sita, thelathini na moja kenda kumi na tatu nane sita sita, milioni thelathini na moja laki tisa elfu kumi na tatu mia nane sitini na 6 sawasawa na asilimia 97.6. Hii rekodi imevunjwa, yaani amevunja rekodi ya Baba wa Taifa kwa hawamu zote. Rekodi ya Baba Taifa ya kwanza mwaka na 1975 ilikuwa ni asilimia 91 na mwaka 1980 ilikuwa ni asilimia 93 plus na rais wa awamu ya pili Mzee Mwinyi ilikuwa ni asilimia tisini na mbili, na yeye ndiyo mpaka sasa ndiyo, ndiyo msanii eh.